Kwa sababu Pacome Zouzoua ni mchezaji ambaye ana deserve kuingia, kuingia kambani sio, umeelewa? Ni mchezaji ambaye ana deserve kuingia kambani kwa sababu katika ardhi ya Tanzania na Afrika ndio mchezaji pekee ambaye wewe kwenda kumkaba, jiandae, ni shughuli yaani. Kwenda kumkaba Pacome Zouzoua jipange, umeelewa? Huu ni ubongo, hii ni akili, unakwenda kukutana na akili mzito, akili ya faster. Unaweza kukaona namna alivyokuwa nawachukua watu mmoja mmoja, na kwenda anatafuta nafasi, anawatengenezea watu man of the match. Kuna wanaosema quality ya Young Africans kwa mchezaji mmoja mmoja ni kama imeshuka. Hawa wanaosema, nafikiri leo hawatakuwa nana kusema, kwa sababu waliyasema hayo before kabla ya mchezo wa leo, lakini kwa namna ambavyo wameona leo watakuwa wamejifunza. Narudia tena kusema kwamba KMC, namna walivyokuja, unajua mwalimu alizungumza kabisa kwamba tutakwenda na gemu ya kuzuia, gemu ya kuzuia, gemu ya kujilinda. Tunafahamu Dar es Salaam Africans ni watu wa namna gani. Si umeelewa? Kama alikuja na njia hiyo, watu tumeona amejitahidi, dakika 45 za kwanza amekuwa anaziwia, lakini anashambulia kwa kushtukiza, lakini baadaye mwalimu alichokifanya akatengeneza squad yake vizuri, akafanya mabadiliko yake mazuri, yamekuja ya kutupa faida Yes. Kuzungumzia Yes. ubora wa Pacome Zouzoua leo, amehusika kwenye magoli mawili, lakini pia vile vilevile, wakati tukio la penalty likionekana alionekana kuchukua mpira na kwenda kumkabidhi Andrew Boyeli, pengine alijua hiki ambacho kingeenda kutokea kwa Andrew Boyeli kufungua pazia la ligi kuu Tanzania Bara kwa upande wa Young Africans. Eneo la ushambuliaji kwanza, nimpongeze sana Pacome Zouzoua, na hii ndio inavyotakiwa wachezaji waishi kwa upendo, wapendane. Unaweza kuona ni kiasi gani Pacome, tunajua kwamba ni mpigaji wa penati mzuri, na Pacome ndo tulitegemea kumuona na kwenda kupiga penati, lakini Boyeli kamuomba bila hiana bila chuki bila nini kachukua mpira kampatia kaenda kupiga penati moja tamu safi na ameweza kufunga, na penati ile imemfungulia mlango wa kuongeza goli la pili kwa hiyo kwa, tumpongeze sana amefanya vizuri sana. Pengine labda leo hii tumeshuhudia Yanga Africans ikibuka na ushindi wa mabao manne, si haba. Jana umeshuhudia kwa majirani watano. Hmm, una kipi cha kuzungumza kwa performance ambao walioonyesha hapo jana? Kwanza nimefurahi, nimefurahi na niliwaambia wanayanga, niliwaambia kitu kimoja Dar es Salaam Africans mchezo wetu dhidi ya Mtibwa, tuliona kazi ya kwanza ya mwalimu mpya, namna ambavyo alikuwa anakiendesha kikosi, namna ambavyo alikuja kufanya sabu dakika za mwisho, akaja kumtoa rasini kwa akaja kumwingiza pengine na Celestine Ekwe, baadaye sabu zile zikaja zikalipa. Niliwambia kwamba kazi yake imeanza kuonekana leo, tutegemee kuona kurejea mchezo mwingine tena, tutakwenda kuziona sumu kali sana ambazo atakwenda kuzipenyeza. Niliwambia nikiwa naelewa sababu, kwa namna nilivyomwona ana jicho la la, la kuangalia ni wapi pako sawa. Unaweza kuona dakika tano za kwanza ni kiasi gani hao watoto walitaka kutuzoea. Lakini, kwa sababu tunasema mtoto halali na pesa, Unaweza kuona mwalimu namna alivyokuja akaitumia sayansi ya mpira. alichokifanya ni mabadiliko mazuri ambayo yamekwenda kuzaa matunda ya kuingiza chuma nne. Tangu tumeanza tulikuwa tujapata goli nne, lakini leo hii anatusurprise, anatuonyesha kwamba yeye ni mwalimu namna gani. Sasa hizi nne zinaendelea, hizi nne zinaendelea, tunakwenda Zanzibar Mwarabu anakula chuma nne na Shino Ali anakula chuma nne, sisi hao. Kila anayokuja tunampa chuma nne tatu, mwezi wa kumi na mbili Simba ndio tunamuongezea kwa sababu huyu ni kibonde wetu. Tunampiga chuma tano. Kutoka huyu mwalimu anampiga Simba chuma tano huyu. Mimi nakwambia serious kabisa. Huyu mwalimu anampiga Simba chuma tano huyu. Bwana, mimi na yetu tuzungumze kitu kimoja yeah. Jana Ahmed Ally baada ya dakika 90 alizungumza na kusema ya kwamba mm, ukiona timu yoyote ile mm, inaongoza ligi kuu Tanzania bara mm, dhahiri shahiri ujue Simba bado hajacheza mechi zake Amesema hivyo, lakini tumeyazoea maneno yake kwa sababu mwisho wa siku vinakuwaga vilio. Niwaambie kitu kimoja wana Yanga wote duniani, kuna vita kubwa mno. Hawa watu wameanza michezo yao mapema, hawataki kukubali kufungwa. Lakini sisi Dar es Salaam Africans tunautangazia umma wale wote ambao mnashiriki michuano ya ligi kuu, timu zote zinazoshiriki michuano ya ligi kuu Tunakuambia ni kwamba haki zenu zote zimehifadhiwa. Dhuluma mtakayokuwa mnafanyiwa sisi hapa tutakuja kumalizana nayo. Hatutakubali dhuluma. Kwa sababu tunaona JKT wamedhulumiwa. Hatutakubali dhuluma. Faza faza hatutakubali dhuluma. Tuwaambie kwamba mapambano ni makubwa. Timu zote za ligi kuu jipangeni. Hawa watu wanakuja na mfumo ule ule ulioisha, msimu ulioisha. Ni mfumo wa marefa. Basi kwa sababu unaweza ukaona miruzi na ulia refa. Sijui ni na nini inawafanya refa lia na anakuja kutoa goli kama lile, unamwona soa anakuwa kabisa kwenye eneo la kuotea, na ile fauli unachekelea moyoni, it's not fair. Aha, jana yeah. Kuna watu walikuwa wanaumia. Ile fauli anachekelea moyoni, unatoa goli kama ile kwa sababu anaona ndio chance. Niwaambie yeah. Hey. Niwaambie, unaweza ukaona magoli ambayo Dar es Salaam Africans tumeweza kushinda na kuna goli la malalamiko hapa. Goli chuma nne safi. KMC ukiwauliza sasa hivi, kuna goli la kuonewa hapa? kuna goli la kupewa hapa na refa? Watakwambia hapana, la, la, la hasha Magoli yote la mashaka fihi, watakwambia bwana. Tuzungumze na mashabiki, unawaambia kitu gani hasa baada ya mchezo? Wale mashabiki nawaambia kwamba tuna kila sababu ya kuwapongeza viongozi wetu kwa kutuletea mwalimu ambaye atatufikisha kwenye njia sahihi. Tunakwenda Zanzibar, tujiandae, twende Zanzibar, tukaujaze uwanja wa Amani, twende tukapambane na Mwarabu, kwa sababu hapa sio saizi yetu. Hapa tunaweza mkaona namna gani mabadiliko makubwa yamefanyika, kila aliyekuwa anatokea usoni tunampiga. Tunamini kabisa tunakwenda Zanzibar kwenda kufanya mambo makubwa zaidi. Asante sana.